Hello mambo, vipi? Karibu tena tujifunze ni namna gani tunaweza tukatengeneza clips za ndizi na ukafanya biashara ukazifanyia packaging vizuri. Kama wewe ni mara yako ya kwanza, ungana nami katika chaneli yangu na usisahau kusubscribe okay. Kwanza kabisa nimetumia ndizi inaitwa mzuzu kama unaifahamu, na imekaribia ime kuiva kama unavyoona hapo. Nitaikata kwa kutumia hicho kidude hapo, ni kinauzwa shilingi elfu moja kama sikosei. Kama ni mara yako ya kwanza, unaweza ukajaribu wa kutumia hicho kidude, kwa sababu hicho kina kitakufanya ukate vizuri zaidi, lakini vile vile kuna mashine yake ya kukatia hizo clips. Kama wewe sio mzoefu, ukitumia mashine ni hiyo hapo, inaweza ikakuumiza ni vema ukaanza na kile kimashine kidogo hapo nilichokuonyeshani mwanzo, ndipo ukafata hicho kikubwa nilichokuonyesha hicho. Ni kimashine kinachokata clips vizuri sana. Nadhani unaona watu wote wanaozifanyia packaging wanakwenda ku supply huko kwenye supermarket, huwa wanatumia hicho kidude kikubwa. Nikisha kata nitazichoma kwenye mafuta, na pia unapotaka kuzichoma kwenye mafuta usizichote zote. Ukaziweka. Chota moja moja kama ulivyoona mimi nilivyoweka hapo, chota moja moja kuepusha kushikana shikana. Okay, zitakuwa vizuri. Utazikoroga vizuri. Usiweke moto mwingi sana kwa sababu clips zako zitaungua. Clips yangu imetoka vizuri sana. Nadhani hapo umeona ni rahisi sana, haichukui hata dakika tano au kumi, lakini kama wewe sio mzoefu sana unaweza ukachukua muda mrefu kidogo, lakini ni vizuri ukajaribu clips yako ikatoka vizuri na ukafanya biashara yako vizuri, basi ukajipatia kipato. Kama wewe ni mgeni katika channel yangu, tafadhali usisahau kusubscribe, kushare, kucomment video zetu. Okay, clips zetu ni kama hizo hapo, ni nzuri ni ngumu pia, zimekauka vizuri kama unavyoona, ni kavu. Kwa hiyo hata ukizifanyia packaging hazitaharibika kwa haraka. Okay, karibuni sana, nawapenda sana.